Natamani Zuchu kumuona naye pia anapata watoto kama wasanii wenzie. Lazima umhudumii na pengine pesa hiyo huku unataka kugawa mishahara kwa wasafi huku unataka hivi vitu vinachanganyika, unajikuta ile ile pesa naye mpa yule, pengine ningepeleka sehemu fulani. Kwa hiyo kuna majukumu yanakuwa ya zaidi, kwa hiyo mume anataka utulivu. Mambo vipi, mtazamaji wa Bongo Plus TV, kwenye exclusive interview madaha kama kawaida kamera yuko, uh, umenaitwa Victor Madaha bwana. Bahati nzuri sana, mimi kama kawaida yangu, linapotokea jambo nzuri ambalo linahusiana na masuala ya mahusiano masuala mengine tofauti tofauti ya kufundwa na vitu vingine vingi, lazima nimtafute mamaangu hapa, Mama Love Umependeza? Kungwi eh, asante. Hivi uh, mtu anavyokuona, kwa mfano labda kama hivi umevaa nguo, vazi fani limemvutia na nini, ili apate na mimi. Unapata sana kusumbuliwa na watu, hasa wage, unaambia nini hao? kunisumbua kivipi? Yani nguo ulovaa labda mtu akahitaji pia, nguo nilovaa mtu akihitaji akipiga simu namuuzia hapa oh. e, ni, niko dukani hapa, mmevaa yeah. hili duka ndo limevaa nguo mdoli wa kuvaa nguo e. Kwa hiyo hapa nimevaa, mtu akipenda hii nguo uh -huh. Ananipigia anti, nimependa size gani? Namwambia uh -huh. kifua ngapi? uh -huh. hips ngapi? urefu ngapi? uh -huh. Akikubali basi namuuzia, sio shida zangu. safi sana. na sababu nakutana nazo sana hizo comment, mama love bwana, hilo hiyo nguo aliovaa na mimi nahitaji. E, unawapa tu namba zangu, wananipigia na nguo zangu sio ghali, watu wasiogope kuja kwangu eti, eti nguo zangu bei rahisi sana tena na mm -hmm. ni nzuri. mm -hmm. nadhani kwenye hilo ambalo mmekuwa mkiniuliza sana, majibu yake mshayapata. Wewe comment hapo chini bana, nahitaji hiyo nguo, nataka namba ya mama, mimi nitakupa namba yake utampigia. Hapo mama leo nimekuja na, na hili pia uh, mwanao damu kupitia uh, mitandao yake ya kijamii kuna story ambazo kwa zinaendelea watu wanakuwa nasema kwamba uh, ameoa ameongeza mke wa pili sijui na nani na, na baadaye akaja akazungumza kwamba uh, sio lazima mwanaume uh, uwe na wanawake wengi, unaruhusiwa kuwa na mwanamke mmoja, wawili, watatu, wanne lakini sio kuwa na wanawake wengi. Tuanzie kwanza kwenye hilo, kauli kama hiyo ina maana gani? Ye, nadhani alikuwa anatoa darasa kwa wenziwe, pengine ameyapitia mengi sana na bwana mtoto wa kiume akiwa akapitia zile pirikapirika pirika za wanawake wanawake wengi, lipo jambo linamkuta lazima. Na usikute yeye katika wale wanawake ambao alikuwa nao wengi, lilimkuta tukio moja baya sana. Kwa hiyo amekuwa yule ambaye anawashauri wenziwe wasipitie kwenye wanawake wanawake wengi sana kwa sababu hiyo yeah. Eh, kuna matatizo yatakuwa yanamkuta yeah, yeah. Na kuwa na wanawake wengi sio uhodari yeah sio hodari kweli? eh, mwanaume hodari hawi na wanawake wengi mm. lakini Diamond, mm. kuna kitu kilimsumbua ndio maana bado mm. akafanya ule mwendelezo wa kuwa na wanawake wengi sana. oh. mm. na, na, na, ina, na inasemekana kwamba Diamond zekana uh, ameongeza mu, uh, mke wa pili na mwanamke ambaye anatajwa ni Alia una, unadhani kwa nini watu wanamtaja sana? Pengine huisi kama inawezekana ni kweli na anaamua tu kufanya siri. Mimi nadhani watu wameamua kumpoint Alia kwa sababu kwanza Alia katika wanawake wazuri ambao wako Wasafi hmm. pale Wasafi Media hmm. Alia, Alia, eh? Eh, Alia beauty queen eh, asana <laughs> sana <laughs> mtoto kitu ndani ya box. <machia> mimi huwa sio msemaji wa uongo. <machia> eh, Alia mzuri bwana, tumpe sifa yake hmm. mzuri sana sana <machia> alafu pia mtulivu hmm. Kwa hiyo wakaona hakuna jinsi. Mbona kwa nini wasiseme yule Salma nani sijui anayetangaza kwenye kile cha Juma Lokole wa kumsema e, Salma ni Salma jina lake eh? anaitwa, nani sijui anaitwa. nani wa kwenye mashamshamu yule, nadhani ni hiyo eh. E. E, mbona Hadija anaitwa e, Hadija, e, Hadija mzee Hadija mzee. mbona e, wakumtaja yule haya wakaenda wakamtaja mtu mwingine kabisa Alia kwa sababu Alia mzuri E, wakaona tishio pale. <laughs> ila anaendana ila, ila naye ah, kwa mwanamume anaendana naye. kwa nini asiendane naye kwa mtoto wa kiume? Mwanamke yeyote mzuri, mtoto wa kiume anaendana naye kabisa, ah sana tu. kuna kwa namna alivyotulia vile Diamond pale akitulia na penyewe sawa tu, we usimchokoze <laughs> Usintafute <laughs> mwanangu akanchukia. Mwanangu Zuchu unampenda sana, niseme ukweli e. E, lakini kitu kipo ndani ya box kini. Kipo. E, e. Sana, sana. Lakini katika hilo niliona ni nini majuzi hapa aliandika, ali jana ilikuwa janailikua akndikasemakwamba uh, pengine mimi sitaki, msinisingizie kwa mi sijaongeza mwanamke na nini, hao maneno hayapo, hizo video so zenyewe. Lakini mwanamke wangu bana, siwezi kufanya, sina, hiyo sina Ah, muda, kasa kwa, hana jeuri hiyo, pengine moyo wake hana jeuri ya kuwa na wake wawili yeah. Mke mmoja tu ndani ya nyumba na anga zinakuwa zinapaa, nyie msisikie yeah. Ndoa kitu kizito nyie yeah. Msione mnachukua watu mnawaeka ndani tu yeah. Bila ndoa yeah. Mkadhani ndio ndoa, hapana yeah. Ndoa ni kitu kizito, kwanza anakuwa ni baraka kutoka kwa Mwenyezi Mungu, pale Mungu kashaeka baraka zake, kwa hiyo kinakuwa ni kitu ambacho tofauti na vingine yeah. E, ndoa za halali. Aa, zina vitu vingi. Unaweza ukawa umeoa lakini ndani ya nyumba uja kamilisha hichi ujakamilisha. Akiwa hawara hana, hawezi kukwambia nataka hichi nataka kile, lakini akiwa mke ni haki umpe na haki yake ulale naye ukae naye uende naye ukumfanyie mahitaji yake yote umtimizie. Sasa akiwa hawara, saa ingine hata usimpe pesa. E, sio shida zako. Sasa pale akiwa sio hawara, ni mke, lazima umhudumie na pengine pesa hiyo huku unataka kugawa mishahara kwa Wasafi, huku unataka hivi vitu vinachanganyika, unajikuta ile ile pesa onayempa yule pengine ningepeleka sehemu fulani. Kwa hiyo kuna majukumu yanakuwa ya zaidi. Niliona ni watu walikuwa wanabeza ile kauli ya damu, ndio kusema kwamba sina jeuri hiyo wanaume kusema huna jeuri kwa mwanamke, mwana wako umeshikwa. Nikuwa e, e, kakamatika. Kakamatika ukiona e, kakamatika e. Mpaka mwanamme anasema sina jeuri hiyo e. Nikuwa kakamatika na vitu vipo pale e. Yale ambayo anayotaka pengine anayapata e, maji ya dhahabu anakogeshewa e. Si hatugogeshi maji ya hiliki e. Tunakogeshea maji ya miski sisi e. E, tunayajua wenyewe mm. Eh, singo za kutiwa kungumanga mm, ndo anazosuguliwa nazo eh? Tena udi wa mawardi ndio kazi yake anaofukiziwa mm. Eh, mtu yuko chooni huko, nguo ishafukizwa, akitoka anapewa tu bwana, njo kuvalishi eh, eh, yani sisi hatuiti Mr bwana eh, tunaita bwana eh. Eh, njo kuvalishi mm, tunajilegeza asubuhi tunampikia mwanamme uji uji ule wa mashamshamu, uji wenyewe kabisa ndo eh? anapewa mwanamme asubuhi, tena huku anapuliziwa ananyweshwa eh. tenaon mwanamke so, so, so mwonekano eh? ah, mwanamke sio mwonekano eh. alokwambia na ni mapenzi mwonekano basi wao wengine ingekuwa hawaolewi. mm -hmm. Eh, mwanamke sio muonekano eti awe mzuri ndio aolewe, yeah. Ah, wanawachwa wazuri tukafuatwa sie wabovu, yeah. Ndio manake vitu vingi mm. Yani mwanamme anachofata kwanza kwa mwanamke utulivu, heshima. Mwanamme anapenda kuheshimiwa mm. Mwanamme anapenda kunyenyekewa, kudekezwa mm. Kauli nzuri, sio kila akija wewe umenuna, kila akija wewe tena ndo ubingwa wa kuwa usimu saa zote umempigia umempigia yule hmm. Kila akija mashoga wamejaa ndani ya nyumba, atapata utulivu saa ngapi? ah. Eh, kwa hiyo mume anataka utulivu. wanasema wanasema ile, Diamond, anaofanya ile uh, upole wa Zuchu ile kumheshimu sasa, anakuwa anampiga matukio sasa ile, kupitia ile kumpiga. ah, sisi, matukio sio shida zetu ah. kupigwa matukio hata ah. kutufanyi tukaachika kwenye ndoa yeah. na apige matukio mpaka tunakufa Sinambilu. Lakini hatuachani labda tutake wenyewe tu roho ndo zitake, imechoka ndo basi. Lakini kwa matukio sisi, a a, hasa sisi Wapemba, Wapemba huwa hatutishwi na matukio, hata mwanamme aruke apae, hatutishwi kabisa na matukio kabisa. Hatuogopi matukio, kwa sababu sisi wenyewe, sisi wenyewe tu matukio, sisi wenyewe eh, tunajua huko eh, tume tumeaga kwetu unatamani <laughs> mwanao Zuchu mwone na Diamond sasa, wakipata labda mtoto e, natamani kwa kweli right, yeah. Natamani Zuchu kumwona naye pia anapata watoto kama wasanii wenzie e, kama nimeona Nandi kapata mtoto e, okay. Paula pia akapata, okay, wengine sijui kina nani wanapata watoto mm -hmm. na e, wa na, kwa hiyo na Mwenyezi Mungu amjalie apate mtoto, na alisema kweli kwamba wakiingia kwenye ndoa atamzalia insha allah Mwenyezi Mungu atamjalia atapata mtoto mwema, na sisi mabibi, yeah, tutafurahia mm, kushika mjukuu yeah. Hey. Hamna <laughs> <laughs> ah, lolote. Mimi kwa sababu mimi sio mfyukunyuku hey, mimi yeah, sio mimi mpaka mjie nyinyi mniambie ndo. Yeah. Najua lakini mimi hata kama nazijua habari za watu yeah siwezi kusema mi mstaarabu sana. N -n -n. A, a siyo yule akashindikana mbea mbea wa dunia, anasema yaliyokuwepo mpaka yasiyokuwepo. Ah, mimi sie huyo eh, kabisa <laughs> Nimeona pia jana uh, Haji Manara watu kuna maneno yameibuka bwana, watu wanasema bwana eh, kaweuka, si akili zimemruka, au kina Maimasa ni wale walianzisha hiyo story na baadhi ya wambea wengine hasa, mm -hmm. Nikasema hizi hosta zimefikia wapi huko mpaka mtu namsemea kaweuka, jamani eh? Eti kusema mtu ameweuka tena, mm -hmm. Hawamtakii mema mbona, ndugu yangu mm -hmm. Imekuwaje yani, binadamu bwana, sisi binadamu wabaya sana Tuna roho mbaya sana kupita maelezo mm. Mpaka umuombee mtu apate uchizi kweli? mm. Kwa kitu gani hasa? Maana dunia ndo hii, kesho na kesho kutwa tunaiacha. E, tunaiacha hakuna, hatuna hata letu mm. Mimi kusema kweli, kwa kauli hizo nimeumia <laughs> eh. Kwa sababu haji naye ni binadamu kama sisi kweli. Alafu mimi niseme kweli, mi nampenda haji mm. sana sana sana mm. Yani nampenda kikama ndugu yangu sana kwa sababu kwanza yeye ni mtu ambaye ukisema kitu kama umemkera ume atakwambia pale pale, lakini sidhani kama ana roho mbaya hmm. hana roho mbaya na watu Tadiga. ni usemaji wake tu watu wanachukulia hivi hivi, lakini sisi binadamu tunatakiwa tupendane hmm. Kwenye shida tuwe pamoja, kwenye raha tuwe pamoja, lakini leo ukiona, ukisikia mwenzako kaumwa, unamwombea mpaka kupata uchizi, ili up, upate nini yani? Utapata faida gani akiwa yeye chizi? Mfano um, ndo wangekuwa chizi wao, ndo wangemtibia eh? Wangempelekea yeah. Madokta wakamtibu. Eti kafungwa na kamba, wakamtibu na kamba kabisa. Subhanallahi adhimu yeah. Jamani, uongo kashindwa, hakuna kitu kutembea. Kibaya kama unafiki yeah. Kitu kibaya sana, sasa kashindwa kutembea, wao ndo walimpeleka hospitali ndo wanavyosema akafungwa kamba. Jamani, jamani, jama, kusema kweli hakuna kitu kibaya kama kumzushia mtu uongo kama huo maradhi eh, uongo mbaya mzito na Haji mwenyewe bwana, alafu unamkuta hata sio mtu wa mambo hayo hey. anakutizama tu unavyosema lile jambo baya kuhusu yeye, anakutizama alafu anakudharau. Sasa ile mtu akisema alhamdulillah, we unadhalilika, unatha, mara nyingi sana yeah. tusipende kuwapaka wenzetu vitu vibaya, hasa kwenye maradhi. Kwenye maradhi bwana, mtu asingiziwi maradhi, awe Mwenyezi Mungu anakulipa hapo kwa hapo yeah. kama uamini, subiri litakalowatokea au walomtaja yeah huwezi e, kuwakuta nyuma, nyuma pazia na wao wana mabaya kibao wana madhaifu yao. Hey, e, una wao uchizi wanao pengine wanatamba nao hmm. Lakini wanaona kumsema mtu vibaya hmm. Ndio kama vile ndio ustaarabu hmm. Usiuze gazeti kwa kumtangaza mtu vibaya Kamisa. Kwa kumsema mtu vibaya hmm. Sio kashfa sio kitu kizuri. Hasa kumkashifu mtu kwa maradhi aliomba maradhi. Maradhi mtu huwa hayaombi yeah. Lakini ingefika mpaka huko familia yake si wangesema jamani, huku kuna moja mbili tatu. Haikusema haikusema eh, mimi sijasikia popote na amesema asubuhi mwenyewe kwamba nadhani alikuwa na clear hii kitu akasema kwamba ni kweli ni kwa sijisikii vizuri, lakini sio katika hiyo hali mnaoizungumzia. Ah, kwa hiyo mwenyewe katoka tayari e, adi, adi adi, alhamdulillah alhamdulillah. Yaani, kwanza nimefurahi kuwa na yeye ameyasikia na katoka kusema kuwa yeye kweli alikuwa anaumwa, lakini sio hicho kitu ambacho wanakizungumzia. Bora kataja mwenyewe kuliko ile ingekuwa wanasikiasikia, ingekuwa imezidi u uzushi ungezidi. Lakini tumwombee heri Haji apone arudi salama kwenye kazi zake yeah. Kwenye mambo yake mm. na kama anaumwa kitu Mwenyezi Mungu amwondoshee ambacho anacho mm. na nimpe pole sana mimi Mamalove Kungwi inakupa pole mm. Lakini pia nikutakia afya njema, urudi nyumbani tukuone mm. mm. ufurahi kuliko kama kawaida mm. Nimeona ni pia uh, mjukuu wako, binti yako Posh Queen mm. wiki ametangaza anaingia kwenye mahusiano mengine mapya kwa maana ya ndoa, na majuzi kati hapa amefanya pia shughuli yake wanaita single, mambo akaa ni mengi pia. Itakuwa si ndoa yake ya ngapi? hey. ya pili, si ya tatu au si? hey. kumbe alishawahi kuolewa mtoto. basi mwenzako, nilijua bado hey. Hey. nilijua huko nyuma kadhaa tu, lakini hajawahi kuolewa okay. Tula, Hey, ala, kwani watu wanaolewa kwa uzuri? hey. awe ah, ni ache we amna ah, kitu basi, sie wabaya, hata tusingetakiwa, kama watu wanaolewa kwa uzuri? hey. ah, kinasema Mamalove Kungwi, mbona tungeachwa hapo. Hawaolewi kwa uzuri, mtu anaolewa na vile anavyovutiwa mtu na ustaarabu wake hey. na heshima yake na utulivu wake na maridhiano hmm. lakini sio uzuri kwamba yeye mm. yeah, aliulizwa oh, uh, ni kweli wewe unapenda pesa? mm. Akasema sasa sasa uliyempata sasa hivi ndio hicho mekifata. Akasema ni kweli mimi ndio napenda mwanamume vile. Na akauliza pia, mwanamume wako, mwanamume wako kazi yako ni ipi? Akasema dalali. Maswali ndio kaanzia hapo sasa, eh kaolewa na dalali, dalali <laughs> dalali wa majumba, wa viwanja, akasema dalali wa vitu vyote, wa kuweka mabango mitaani, wa vitu vyote eh dalali wa mambo yote au anatudanganya vyumba kumbe, madalali nao wana wanawake wazuri. Hiyo dalali wa poshi huyo, wa international, utakuwa ampeleka mpaka Dubai kwate. Huyo sio dalali na kataa, huyo atakuwa si dalali eh? Dalali anayaweza hayo magharama hayo, kwa sababu mimi na dalali najua akipiga tu tukio lake mfano mwezi mara moja hey. Kauza gari moja hey. Au pengine katika miezi mitatu hajauza hata gari moja hey. Wako wanapiga kelele tu nauza magari we lelelele hey. Kelele moja kwa moja hey. Labda huyo dalali mwenye bahati zake duniani inawezekana za... hmm. Kwa dalali na mwenye nyumba mtihani <laughs> upo mtihani <laughs> upo, lakini Mwenyezi Mungu awajali kama kweli hey ni kama kweli dalali anamuoa poshi kwini basi, dalali kajipanga eh? Mm. Atakuwa dalali wa viwango yule, atakuwa kajipanga, ana vigezo vyote na masharti vya kumuoa poshi eh? Ndio, na poshi, unadhani ataenda kwa mtu ovyo ovyo? Ah, yeye anaitaka, wanaona wangazija parata, parata, anaipenda sana. Hiyo ndo nini parata? Parata ni pesa. Mm wanaitaka sana eh, eh, Wazairi wanaita franga eh, anaitaka sana fulusi wanaita Warabu eh, ah, mm, kwa hiyo maokoto eh, ndio sisi tena dolari eh, ndio wale mapeteje wale eh, wenye madolari eh, yao mapaundi huko eh, lakini eh, wanawake wengi wasanii eh, wenye mashepu yao wenye uzuri wao mm, wanafata pesa sana kwa wanaume hawaendi ah, eh, yeah. Awa, hivihivi ndiyo Harmonize mbahili anaonekana, atoi hela yule, yako utumie na yangu utumie, hey. Ndiyo yule anaonekana pesa atoi, mwanangu yule, anawapata anawapata, si ile sifa mbwembwe waonekane, hey. Wako na Harmonize, uh-huh. Akiwachukulia magari anawapa, lakini kadi ya wapi mtiani <laughs> eh, ndio alipata huyo tu, lakini wengine asubutu. Yule si aliona wa maisha yake yule, anaenda anarudi, anachota, anaenda anarudi hivyo. Kwa hiyo hao wengine akaona mmm, hao si ntanie, si wapi chochote. Ah, akanyimwa mwenzangu, maana hatuko yaona yale matanuzi kama aliokuwa anatanua mama wa taifa, ah, tujayaona mm-hmm. Afu, afu, afu, pia nimeona pia mwanao Harmonize sasa hivi amepatangaza na penzi jipya kwa, kwa, kwa, kwa nani yule uh, Sancho. E. Sancho yule mwenye shepu lake e. E. Vipi hapo mama, kweli yeye na, na mashepu damdamu ambiliki acha. mm. Ah, wala asemezeki mi nadhani Harmonize ana shetani wa shepu Eh? Wa kupenda shepu. Kwe. Shetani wake ana shetani, mm-hmm. Jini yule jini wa kupenda vitu hivyo eh? mm, itakuwa mwenyewe faida lina hasara. A, a, mwenye hasa, zake pengine anazijua e eh. eh? Na hasara zake anazijua yake eh? mm, haiwezekani maana ya kuwa yeye wale vipotabo hawapendi kweli eh? Anapenda miji tu namna ile miji mama eh? Mizigo ya kuvunja vitanda <laughs> kweli. Hey, kumwangalia kum yule e, Sancho, na mwonaje? Ah, Sancho kawazidi wote, akawazidi Hey, wote. Kwa nini? Yani yule mwanamke hana shepu, kajaaliwa mashallah. Hey? kajaaliwa sihaba eh? Mtoto kaumbika eh? Amependeza eh? Lakini mtoto kama yule raha kuivalia dera ule mzigo eh? Eh, wa kuvalia midera ya Kisomali ile eh? Yani ya kupendeza kujitahajabu vile eh? Eh, bwana, ukiwa na mzigo mzuri, ukivae dera ndo inakupendeza misu eh? Akia misuruali mambo ya kihuni huni hayo eh? Ah -ah wa kuvaa makanga yani, mkapita na kanga nzuri yeah. Kanga inanukia udi <laughs> e, wale ndio hivyo amweka ndani, ndani yule mm. wa kumvalia shanga mumewe yule mm. yani yule mm. tena shanga inakaa vizuri kweli pale yeah. ah, sana. Pale. Ah, pale aoe aoe, aoe tu yule dada yeah. ah. hey, ndio nilisikia aliolewa na Mwarabu sijui Eh, sijui huko Waarabu wa Yemen ni wanapenda mizigo ile e, wanaifyatua kisasa nalimshikilia, kusema kweli, maana alikuwa anajistiri, basi kampata. Alikuwa na, e, mpata, anajistiri. Lakini kama ni Waarabu wa Yemen ni kwa kufyatua matofali e, ndo wenyewe Ando, uh, siri yangu hata mm. <laughs> eh? mm -mm. Kuambieni yani eh. Kama kumbe alipata mwarabu akastirika eh. Eh. Eh, sijui kilichotokea nini eh. Sijui mawifi wa kumpenda mashemegi mashemegi ule we eh. Warabu unafanya mchezo eh. Ukiwa na kipilipili we eh. Ah, eh, ue na shepu lako lakini kama una nywele kama ya kwao? Eh huna thamani kwao, huna thamani, hawakuangalia. Hata uwe mzuri kama kama Miss Tanzania lakini, huna nywele kama ile wanayotakao ya kushuka mpaka huko kwenye magoti yeah. Awe, sifuri. Kazi unayo. Mm, si anaafu sio mweupe yeah. Pua haijanyoka yeah. Uona pua yako kaa tanuri la mkate wewe, hawataki <laughs> Awe. wao utasema wanatumba wao Mm. Wakua. wakutoe dosari yani wao, mm. wana ile tabia ya kuwa wanataka mtu yule kama ni mweupe mweupe, mm -hmm. na singa inapepea kama imerushwarushwa hivi yeah. wanataka hivo, wanataka, wanataka na umekamili na shep lako na guu mm lako hivo -hmm. na ukicheka una dimples mm. wao ndo wanayoyataka, lakini ah, yale mengine mm. ya kujiedit mm. wala hawataki na mshauri aoe Mwenzangu waangalie upepo. Apana. Pale mamake hizi sijui yuko wapi, hayaoni kweli ya mwanawe yale. Kwa hiyo kamchukua kamfanya ndo video nini, Video kwini sn au ndo hivo, kamchukua hivo labda eh, lakini kwa kuwa, kuwa mwanamke wake sijui mm. Lakini lisemwa lolipo e. Maana mm, mtoto yule kwa kupenda mizigo naye e. E, makonde kajaliwa.